William Ruto, je, ni mkombozi wa hasla au ni bilionea mwenye kiu isiyokwisha? Katika uchambuzi huu tunaenda kuchimbua kwa undani madai mazito kuhusu safari yake, unajua, kutoka kule kuuza kuku hadi ikulu na lile fumbo kubwa linalomzunguka sasa. Hapa ndipo kiini cha uchambuzi huu, mgongano huu mkubwa. Kwa upande mmoja, tuna yule hasla, yani mtu wa watu anasema alikuwa anauza kuku kando ya barabara alafu, kwa upande mwingine tuna bilionea anayekadiriwa kuwa na utajiri wa karibu dola bilioni moja. Sasa vyanzo tunavyochambua vinauliza hivi, hizi sura mbili zinawezaje kuwa za mtu mmoja? Na hili sasa ndilo swali kubwa, si ndio? Vyanzo hivi vinajaribu kuelewa sio tu kwa nini anataka zaidi, bali pia anatumia njia gani anazodaiwa kutumia kujilimbikizia mali na ili kupata majibu, uchambuzi huu unaanza kwa kuangalia upande wa saikolojia yake. Sawa, sehemu yetu ya kwanza, mchoro wa kisaikolojia. Hapa tunajaribu kuelewa ile sababu hasa, yani, nini kinaendelea akilini mwa kiongozi huyu. Kulingana na vyanzo vivi, uchambuzi huu unadokeza kwamba matendo ya Ruto yanafanana na kitu ambacho wanasaikolojia wanakiita utatu wa giza, yani ni mchanganyiko wa tabia tatu hatari: unasi kule kujipenda kupita kiasi, umakiaveli yani, kutunia watu wengine kwa manufaa yako, na saikopathi ambako ni ukosefu wa huruma kabisa. Kwa mfano, hebu sikia nukuu hii. Vyanzo vinasema kauli kama Kenya hajawahi kupata fursa ya kuongozwa na mtu kama mimi, ni mfano halisi wa ile tabia ya unasi, yani inaonyesha hisia za ukuu na kujiona uko juu ya wengine wote. Okay. Sasa swali ni kwa nini hii kiu ya utajiri haikomi? Uchambuzi unapendekeza mambo manne: labda ni uraibu wa mamlaka, au labda ni ukosefu wa usalama unaotokana na maisha yake ya zamani, au anatumia utajiri kama utambulisho wake, na mwisho, labda anajaribu kununua uhalali anaohisi amekosa. Sasa sehemu ya pili, dola ya ufisadi. Basi baada ya kuangalia kwa nini sasa uchambuzi unageukia jinsi gani inadaiwa amejenga dola hii kwa miongo kadhaa, na hivi ndivyo vyanzo vinavyosema anafanya. Vyanzo hivi vinatuonyesha mfuatano wa matukio ambao wanauita muundo wa utata katika maisha yake yote ya kisiasa, yaani kuanzia yale madai ya kwanza utajiri mwaka 95 hadi mashtaka ya ICC na vurugu za hivi karibuni. Inasemekana ni safari iliyojaa maswali mengi. Kulingana na uchambuzi huu himaya yake ya kibiashara inadaiwa kujengwa juu ya nguzo mbili: ya kwanza unyakuzi wa moja kwa moja wa mali hasa ardhi, na ya pili mtandao wa siri wa mawakala na washirika ambao wanafanya kazi kwa niaba yake, wakificha uhusiano wake wa moja kwa moja. Na hizi ni baadhi tu ya kesi kubwa zilizotajwa. Kesi ya Weston Hotel, shamba la Adrian Muteshi, ardhi ya Ruai, zote hizi kulingana na ripoti ni sehemu tu ya fumbo kubwa la kile kinachoitwa dola ya unyakuzi wa ardhi. Lakini subiri, inazidi kuwa tata zaidi. Chanzo kinadai haiishii kwenye umiliki wa moja kwa moja. Madai mazito zaidi yanahusu mfumo wa mawakala. Wanasema watu wake wa karibu wanasimamia mikataba mikubwa ya serikali, na faida inayopatikana haiwezi kufuatiliwa, lakini mwisho wa siku inamrudia yeye. Na ukubwa wa madai haya unashangaza kweli. Aliyekuwa na naibu wake anadai kwamba tangu aingie madarakani tu mwaka 2022 Ruto amejilimbikizia kiasi cha dola bilioni 23 yani Hebu fikiria hiyo namba, ikidaiwa kupatikana kupitia hii mikataba ya siri. Lakini unajua, hii ripoti haizungumzii pesa peke yake, inazungumzia pia gharama ya maisha ya watu. Hii namba 1300 inawakilisha watu waliopoteza maisha wakati wa ghasia za baada ya uchaguzi wa 2007, 2008. Matukio yale yalimfanya ashtakiwe na ICC kabla ya kesi kusambaratika. Na madai ya matumizi ya nguvu hayakuishia huko zamani, kulingana na vyanzo hivi, yanaendelea hadi leo. Zaidi ya watu 140, wengi wao vijana, wanaripotiwa kuuawa na vikosi vya usalama tangu kuanza kwa maandamano ya jenzi mwezi Juni 2024. Wakosoaji wanasema huu ni mtindo wa kutumia nguvu kupita kiasi. Sehemu ya tatu. Mamlaka kwa gharama yoyote. Hapa sasa ndipo tunaunganisha kila kitu, saikolojia na yale madai ya ufisadi. Swali ni hii mali na mamlaka yote yanatumika kwa lengo gani hasa kisiasa? Uchambuzi unaeleza kile kinachodaiwa kuwa ni game plan ya hatua nne kuelekea 2027. Kwanza kuwavuta wapinzani ili kuwadhofisha, pili kutafuta washirika wapya tatu kudhibiti taasisi muhimu za uchaguzi, na mwisho, na na labda cha kutisha zaidi, kunyamazisha upinzani kwa kutumia nguvu. Na hapa kuna mfano ambao chanzo kinasema unaonyesha wazi kile wanachokiita kusema na kutenda vitu tofauti. Kwa upande mmoja, anatoa amri ya kupiga marufuku michango ya kanisa na maafisa wa umma halafu, kwa upande mwingine, yeye mwenyewe anadaiwa kutoa milioni. Huu unatajwa kama mfano wa unafiki. Sasa ile sehemu ya tatu ya mkakati kudhibiti mchakato wenyewe inasemekana inafanywa kwa njia kadhaa: kudhoofisha taasisi, kutishia mahakama, kudhibiti vyombo vya habari na hata kuna madai mazito ya uundaji wa kura. Na hatua ya mwisho kabisa ya mkakati huu, kama inavyodaiwa na makundi ya haki za binadamu, ni kuwanyamazisha wakosoaji. Ripoti zinaelezea kampeni ya kutoweka kwa lazima inayowalenga wanawaharakati, wachorakatuni, yani sauti yoyote inayompinga ili kuleta hali ya hofu. Sawa, sehemu ya mwisho, nini kinafuata? Baada ya kuona sababu, jinsi gani na lengo, sasa uchambuzi unahitimisha kwa kuangalia athari za yote haya kwa mustakabali wa taifa zima. Basi, tukijumlisha yote haya ndiyo mambo makuu ambayo uchambuzi huu unatuachia. Inadaiwa kwamba hasla ilikuwa ni hadithi tu ya kisiasa, kwamba ufisadi si kosa la bahati mbaya bali ndiyo mfumo wenyewe, kwamba mbinu za kimamhavu zinaongezeka na kwamba taasisi za kidemokrasia zinadhoofishwa kimakusudi. Na mwishowe, uchambuzi unatuacha na swali hili zito sana: je, Tunachokiona hapa ni hadithi ya saikolojia ya mtu mmoja tu au ni hadithi ya hatima ya taifa zima? Vyanzo hivi vinadokeza kwamba jibu la swali hili linaweza kuamua mustakabali wa Kenya.